So one of all important session kwenye CapCut ni kutengeneza captions au subtitles kwenye videos. Baada ya ku-import video yako, tulijifunza namna ku-import video, tumeweka kwenye timeline, tumesha edit kwa editing za kwako ambazo unataka kuzifanya. Then video nyingi sasa hivi lazima uweke subtitles kwa ajili ya kuondana na audience ambao pia wanafuata lugha mbalimbali. Kama video ya Kiingereza, maana kitakuwa umeweka subtitles za Kiswahili kwa sababu na Waswahili pia waelewe. Kama ni Kiswahili tutakuwa tumeweka subtitles za Kiingereza a Kifaransa, uh, Spanish na kitu kingine chote kulingana na audience yako. So, umeshaweka hapa video yako umechagua, hey, video itakuwa kwenye upande wa reel au video itakuwa kwenye upande wa horizontal kama uh, hivi kwa ajili ya video za YouTube. Then utaanza kuchagua namna gani unataka kuweka subtitles zako, auto captions. Au subtitles ambazo hizi zinajenerate moja kwa moja, zinafanya kazi vizuri kama mtu amezungumza Kiswahili sahihi au anasema Kenyan Swahili language. Mtu amezungumza kwa Kiswahili ambacho vocabulary zake zinaeleweka zaidi na itakuwa rahisi zaidi kama mtu amezungumza Kiingereza, ikafanya Kiingereza huku, ndo utafanya hivyo na sema bilingual, hii inakusaidia kuweza kubadilisha subtitles ambazo mtu ameongea Kiswahili itaweka Kiswahili uh, lakini pia itakuongezea option ya kuweka lugha nyingine, so lakini, hii hii feature kwenye CapCut inakuwa ya kulipia hapo, maanake utakuta lugha nyingine nyingi ambazo unaweza ukazitumia pia, lakini hiyo sio tatizo, lakini kwa sababu unaweza pia ukatumia manually, na manually ni wewe tu kuzifanya namna yote ile na unaotaka ukija hapa kwenye text tool, ukaja kwenye add text, ukisha add text hapa, maanake unaweza kuandika, mfano naweza nikaandika morning baada hapo unaanza kumodify hizi text zako, mfano kama kupunguza size, utapunguza size. Baada hapo utarocate hii font zikae sehemu gani, lakini ambapo unaweza kufanya sasa manjenjo yako apokuja kufanya subtitles zako zipendeze kutokana na aina ya video. Pia kama unataka kuweka kwenye msisitizo, mfano naweza kufanya good morning badilisha rangi labda ikakaa nyekundu kwenye alafu nikakata hapa nka sprint nikija hapa kwenye morning yote nikaiweka labda rangi ya white, white. Alafu nikaweka nika nyekundu, kwa maana ukiplay hapa utaona

utachogak ziwe, zako ziweje ziwe na rangi gani kutokana na namna gani subtitles zako zinakuwa kwa maana yake na jinsi zote utavyoenda kuzichezesha hapo. Lakini pia kuna sehemu ya effects, ambapo effect au animation, ambapo hizi subtitles zako zinavyoingia zinavyotoka. Zinavyoingia tunasema in, wakati zitakavyoingia text. Lakini zikitoka tunasema out, zitakavyotoka text. Lakini pia kuna loop ambapo text yako, subtitles yako ikiingia iki muda ambao inaingia itakuwa inacheza

Unaweza ka bold unaweza ukaweka underline unaweza ukafanya iwe italic na namna yoyote vile unavyotaka, unaweza kuweka herufi kubwa, herufi ndogo, unaweza reset style, kupunguza scale na vitu vingine vyote, weka stroke, weka colors, kupunguza edge mbalimbali, weka glow, shadow, kevo na, na, so, na kila kitu, na kuhakikisha subtitles zako zinapendeza. So naamini kila mmoja leo ameweza kuweka subtitles kwenye videos na kwa sababu umeelewa hii normal way na jinsi ya kuzichezesha zaidi. Uh, next video tutaangalia namna gani unaweza ukazifanya ziwe more cinematic, zikawa nzuri, lakini from there video yote unaweza ukatengeneza subtitle na zikawa fresh, sio chao chao. Don't miss another session next time.